Acha wewe, ni vibaka twaotoroka shule. Acha kujifanya mjuaji. Diamond ana sauti kaa chule tendan tukaangalie koma saba koma saba nana aya saba aya saba, nana. He, Muniri upo huko, baada ya kwenda kusoma unaimba una koma saba hivyo, akili zako kweli zipo? Wewe acha ujinga wewe, akili zako kweli zipo tu unasema eti shule no, no kila kwa kwa kwa ni kitu kikubwa kuliko kwa we, we, kwa masafa, kwa kitu huyu. Yani kuna siku pale babake alipaka kamtukana akasema sio mtoto wake kwa ajili ya hivyo hivyo hivyo kuzurura zurura kukaa kwenye mapoli wewe mwenyewe nilikukuta juzi, ile hujaenda shule unang'oa miogo yetu na viazi vyetu kwa, kwa mzee Makuni. Mzee Makuni yupo kwa? Mimi simjui yule, mwenye ng'ombe na mbuzi mmoja. Umezoea kukaa mapolini, acha twende shule kwanza. Sitaki kuwaona, msianiharibie stare zangu. Tokeni hapo, asisikia mkuu uvunjika mguu. Twendeni.

naimba na, mpenzi wangu ani simwoni, nta fulani, mwenyewe aonekane. Mwalimu kaita majina, uliitwa jina lako, haujaitika kumbe upo huko naimba hiyo nyimbo yako ya kiajabu ya ajabu eh. Mnitokee mitoka huko. Aya, sawa, baadaye. Mimi naondoka zangu, ila elimu takuja kuipata baadaye. Toka haya, sawa tu, mimi naondoka eh sepa, da

Mimi kama tabia yako kutoroka shule. Mimi sitoroki, niko nenda chooni. Chooni ndio uvue viatu. Eh, hey, eh, basi kwanza nilijikaa kile kisiki mpaka wakakishindwa kukitoa kile. Aya iko kisiki pale, kiko wapi? Kile pale kile kidogo kile. Hamu nilimuogope Mungu. Wow. Uone ni hata kutoroka shule. Huo ni uongo. Kwa kuwa nataka kutoroka shule mimi, naenda kumwambia sasa mwalimu. Akasema sino cha akasema sino na nifanye chochote. Yani we Muniri, yani ulikuwa mzuri tena kijana, kijana bora ulikuwa, naongoza darasa kumbe ndio upo hivyo, umekuwa kijana wa hovyo sana wewe. Uko vipi? Nimekuta wewe cha utoa, alikuwa anatoroka shule maana nikawa namwambia arudi darasani hivyo. We Muniri, mm -hmm, utakuwa mtoto mzuri kweli wewe maana we kila siku unatoroka shule, leo tena nimekukuta na kukuta unataka kutoroka hivyo, utasikia lini? Aah, mama, shauri na kuona kwa nini ushauri unalipa shilingi ngapi? Asafunzwa na mamae, atafunzwa na ulimwengu. Aita kunishabokea shabokea mzazi wangu. Ama kweli nimeamini, sikio la kufa aliskii dawa. Eh, na nyinyi vipi hapa, simkapo mnatoka mwa darasa? Mbona mpo nje sasa? Mimi hapa natoka kuna anakuja hapa, namkuta yule anayataka tu, acha utolo, yataka tolo. Anataka toroki? Eh. Na wewe kila siku unasema tu, na mwalimu wenzako wanakushauri, wewe kwa nini utakwasikia? Dada mkuu waongo. Mimi niko naenda chooni. Acha uongo hapo na nanyatantu, tulikuwa namnyatia nani? Haya, twende kwa mwalimu akakushifikishia adabu. Mpumbavu wewe, twende kwa mwalimu Vipi huyu mwalimu? Yule huyu mtoto nilimkuta kule chooni anataka atoroke, ndo nikauliza wenzake, wakanisimulia ndo tukaja kuletea hapa. Yani ndo kawaida yake. Yani huyu mwalimu, yaani sasa hivi kawa kijana wa hovyo kweli. Yani kwanza huyu kazi handiki usie, ni mchafu, ni mtoro. Ndugu yangu, hela ya maji kulipa, mlinzi ukulipa, alo tabia zote mbovu ulimwenguni anazo yeye

Mama, baba. Wote wawili wapo? Wote yeah. wapo? Mwalimu, mimi nakaa baba na mama ila kama nakaa peke yangu ila Mungu na anayejua. Leo umetimba leo ndugu yangu leo yaani leo eh au umekanyaga? Leo umetimba ndugu yangu leo umekanyaga shee wena mii ndugu yangu leo? asubuhi. Safi vipi mwalimu? Safi tu ndugu yangu. Naona asubuhi asubuhi, na wanafunzi, shida iko wapi? Mwana mkuu, leo wanafunzi, huyu mimi kweli amenishinda. Amenishinda mkuu. Wanafunzi ni mtoro, kazi hafanyi, nimeandikia barua aje wazazi wake, lakini hakufanya hivyo. Na nashinda na, na, kufahamu aaun mtoto. Mwanangu Muniri, una shida gani mwanangu? Wete. Yeah. Mwalimu, sio mimi, kila siku wazazi nawaambia watake kunisikiliza nikiwaambia, wanasema nitakuja, hawaji. Halafu mimi nakumbuka wewe ulikuwa darasa la kwanza, ulikuwa kidogo, ni mwanafunzi ambaye unajielewa, ulikuwa unajielewa, ulikuwa unaongoza, unaiongoza. Halafu leo hii unaonekana, mwalimu anasema unamsumbua mwalimu mwenyewe. Napenda kandi ulivokuwa darasa la kwanza, kila wazazi waoneshe ushirikiano. Kila siku nawambia, wananitukana kwani unaishi na nani baada nyumbani? Baba na mama. Kwa sasa, ina maana wao wanaenda kinyume na taratibu za sera ya elimu nchini. Sasa kwa mamlaka nilionayo, mwalimu, mimi kama mwalimu mkuu, ninachotaka nikifanya hapa, ngoja tumwandikie barua huyo mtoto. Ndio, ndio. baada ya kumwandikia barua, sasa tuone kwamba hao wazazi wako watakuja au hawatokuja, na wasipokuja, serikali hailali, serikali na mkono mrefu hatutowaacha salama. Ndiye mkuu, labda na kukuelewa vipi? E, mtiani amefanya huyo? Mtiani wa ndugu yangu hajafanya, mkuu, hajafanya hata. Sasa tutaona, mtaenda kuleta wazazi. Mune, vipi, hautaki shule? Shule ngumu Eh? Hai. ukampe baba Muniri barua sawa? Mwambie akileta ukaidi wa aina yoyote ile, mwambie serikali na mkono mrefu, asipokuja kesho saa mbili, kesho kutwa moja kwa moja kwa mtendaji, na ukitoka kwa mtendaji kule ni faini tulizokubaliana katika kikao cha wazazi, sawa? Haya, nenda kampe Asa mwalimu, hamna shida. Ngoja tumwangalie kesho. Haya, wewe endelea tu na majukumu yako ya Hello my my friend. Good Good good. morning. morning How How How are are are are you? you you I I am am fine. fine too? too. about your your parents? They are good. Muniri, where are you going? Home. What is your problem? Long to told. Tell us. Be free my young.

Ata kuja. Sawa, mwanangu, eh? Mm. Kwa mwenyewe ukimwambia maswala ya shule hata ataki kusikia, ila nitamwambia sawa mwanangu. Nitamwambia kesho ataenda. Umri mtoto unamfulia nguo kweli, mkubwa wote huyu. Mme wangu. Hata wewe mbona na Yeah, ingali mliwako mkubwa. Huyu unamdekeza huyu. Huyu atakuwa fue mwenyewe ajifunze. Simdekezi mara moja moja tu. Muniri ba, Maasai, Muniri shule, ukakaya. Wewe Muniri mbuzi umeshafungulia? Mbuzi wapo pale kwa sehemu salama. Wewe Muniri, we ukitoka shule uende na mbuzi, uko porini hapa unafanyaje sasa hivi hapa, Kumbavu wewe. Mwingine namwelekeza taratibu, bado mtoto. Ana tuto gani huyu? Hmm. Toka, nenda kafungulia mbuzi. Toka, Toka nenda kafungulia mbuzi uko. This is my life. Relax my young. Everything will be good. Okay, goodbye. Kasema hivi, kila siku mnaitwa shule hamtaki kwenda. Kasema hivi, nimgaie baba barua kesho waje. Naomba nisaidie, umwambie baba. Sawa mwanangu, akirudi nitampa hii barua na atakusikiliza. Sawa mwanangu? Sawa. Alafu mama, mwalimu mkuu kasema hivi, asipoenda anampeleka kwa mtendaji, hmm. akafungwe Sawa, akirudi tu baba yako, mimi nitampa hii barua, ataisoma. Ni kesho, si ndio? Basi hmm, sawa, ataisoma. Hmm, vizuri. Utaongea naye baba yako, ataenda kesho? Sawa vimawamuniri. Hmm, muda wotu umekaa na mtoto hapo, mnaangalia video. Ametoka shule, hata nguo za shule hajavua, mnaangalia tu video hapo. Jamani, saizi Hivi baba Muniri, umeuliza hata mtoto anaendeleaje huko shule? Umeuliza kama mtoto anaendeleaje, ameandika amesoma? Umeuliza kweli? Hujauliza, umefika hapo, unakuja unaanza kumfokea mtoto bila sababu hata yoyote. Uliza kwanza, vitu vingine mtoto siku nyingine anahitaji mapendo ya baba, usio na foka tu. Vitu vingine wewe unauliza kwanza. Ah, wewe Muniri unamdekeza wewe Muniri. Mbuzi umefungulia kweli? Eh, mbuzi umefungulia mtoto amerudi shule sasa hivi, na unafika, unaanza kuuliza mbuzi umefungulia. Na kwanza barua hii ameleta, unahitajika shule, mme wangu. Barua barua ipi hiyo, iko wapi? Eh, inasemaje? Akika kila siku kiitwa akikwambia uende shule, utaki kwenda? Huo ujinga mimi sifanyi, utaenda wewe sasa kwenda shule kumsikiliza mwalimu wake ndio muda wa kuchezea kweli? Utaenda wewe, wewe. Mimi siendi. Mama, hata usijali mimi kesho nitaenda mimi mwenyewe sawa? Babako ndio hapo kashakuwa mkali sawa. Sawa, mwanangu, elimu ndio ukombozi wako. Wewe, nenda kabadilishe nguo ukafungue mbuzi sawa eh? Hmm. Maana babako akirudi hapa atakuja kugomba tena sawa? Hmm. unataka babako akufokee, si utaki? Hmm, mwanangu, utaishika hizo hizo ndizo Ah, kuna mtoto mmoja yuko hapa shule, anaitwa Mnili damu kwangu,

kweli kweli, ya ndo, ila siamini kabisa, mniku kutana na wewe. Yani siamini siamini, siamini. na karibu, uchora gani? shida yangu mimi kwa mwanangu, amekuja nyumbani kasema unaitwa na alimu shule. Mwanao yupi? yule hapa, Muniri. kumei mwanao? Eh, oho, ndio Muniri mwanangu, na hata ile mimba ile niachia, ni mwanangu, ni yule hapa. Wewe mama alinisaidia nikajifungua salama, nikabaki na mwanangu, eh Tutasumbua tichwa babake, hamtaki hata kumuona mwanangu huyu, Muniri mwanangu huyu. Yani hapa nilipo, bora hata nimekuona, mwanao huyu nakuachia, mimi naenda kazangu. Muniri mwanangu, leo nakuacha hapa. Saa huyu ndo babako yule wa nyumbani, yule hata sio babako. Sasa mwanangu.